lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele amen. Jehova Shalom, Mungu wetu, tupo katika kipindi hiki cha afya na afya zetu, kama tutajihudumia kwa madawa pasipokuwa wewe, itakuwa ni kazi bure. Sema na kila mmoja kwa dakika hizi chache, ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mbele yetu tuko na mkurugenzi wa Bukelebe TV ambaye amekuwa akirusha matangazo na mahubiri mbalimbali mtandaoni. Ukiingia akiandika Bukelebe TV, unayapata mahubiri hayo na hata katika wakati ule wa asubuhi, ukienda uko kwenye channel, utaona mahubiri hilo la asubuhi. Katika maisha haya tunahitaji uzima na afya, maana pasipokuwa na afya njema hauwezi kuenda kazini pasipokuwa na afya njema hauwezi kusoma kama vile ambavyo ulipaswa kusoma. Pasipokuwa na afya hakuna maendeleo ambayo yanaweza kufanyika ndani ya jamii. Kwa hiyo uhai na afya yako ni jambo la muhimu sana katika maisha yako, na hivyo afya na maombi ni vitu vinavyoenda vina sambamba. Kwa nini vinaenda sambamba? tunaziona dawa za hospitalini kama tutazitumia enda kuanza somo la afya sasa. Ni jinsi gani ambavyo tunatakiwa kuomba sasa. Wana, Yesu anawaambia wanafunzi wake ya kwamba mkitaka kuomba, ombeni hivi, na anasema msiwe kama watu wa mataifa wanaoomba kwa kupayuka. Bwana Yesu asifiwe. Kupayuka payuka ni nini? Ni, ni katika lugha ya Kibiblia halijatumika kama kuomba kwa kupiga na maombi katika njia kama hii eh, ila mtiiita na shauri yao ya dakika mbili waenda moja, ikizidi sana tatu. Sasa unakuta mtu ameyapigisha magoti hapo mzunguko mwingi, lakini ukienda kuangalia context ya kile kitu ambacho alikuwa anajizungumzia ni kitu kimoja. Kwa hiyo kitu kimoja anazunguka nacho, hayo ndiyo yanaitwa kupaika. Sasa tukiwa kusali tusiwe watu wa kupaika. Mungu asifiwe, amina, watoto wa Mungu wa kanisa ile hata hivyo, ayuki tunajua namna ya kuomba. Sasa anasema msiwe kama watu wa mataifa. Watu wa mataifa wanaanza kuomba wa wanaruka, ah wanalukamakanisa fulani ilikuwa linaomba wakanisa fulani wanaomba hadi wanaruka juu kwenye makeci wanakarakara Omba Mungu atajibu maombi yako. Ako welekezi, tumeomba na hatujajibiwa. Tumezania kwamba Mungu atasikia, lakini shida ni kwamba hatujajua jinsi gani ya kuomba. Anasema napoanza kuomba salini hivi, Baba yetu uliye mbinguni. Sasa leo sio dhambi, lakini unakuta mtu anasema mbinguni tupe riziki yetu tusamee makosa yetu kama nasi tuwasamee kwa deni wetu, usitie majaribuni, lakini tuokoe na wale mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata nini milele, amini. Imeshamaliza? Hapana, hii ni formula ambayo Mungu ametupatia jinsi gani ya kuomba, ila sio ombi hiyo. Ni kwa kuna kwa, Yesu asifiwe. Wale tuliosoma wa mathematics tunajua ya kwamba kuna formula hapo, ili uweze kukalculate hesabu fulani, lazima utumie hiyo nini, hiyo formula. Usipotumia hiyo formula, hauwezi kupata jibu lililotarajiwa, utapata jibu lako na mwalimu hawezi akakupatia jibu. Sasa na katika mambo ya kiroho, lazima upewe formula si ya kuomba ili ya ya maombi yako yajibiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Sasa hii ni formula kwenye kipengele cha kwanza. Uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Jambo la pili, unaomba Mungu aweze kutimiza mapenzi yake. Mungu ana mapenzi kwa kila mmoja, amemwekea kila mmoja mapenzi. Asante sana kila mtu amemwekea, mama mama jinsi gani ambapo ataishi na kuendelea. Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. tupe leo riziki yetu Uwasa, tusamehe unisamehe pasa Shukuru, nisamehe kama nasi navyo wasamehe watu wengine. Kwa hiyo kama mimi siwasamehe watu wengine, hata mimi siwezi kusamehewa. Ili maombi yako yajibiwe, ni lazimu umsamehe mke wako. Ili maombi yako yajibiwe, ni lazima umsamehe wanako ambaye alikukwaza. Ili maombi yako yajibiwe, ni lazima umsamehe mtu wa kanisa kama alikukwaza. Maana pasipo a hata ukiomba itakuwa ni kazi kule. Utusamee madeni yetu kama nasi tuwasamee vile, usitutie majaribuni, utuokwe na ule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele, amina. Utukufu ni wa Mungu, haupaswi kupewa wewe, hapaswi kupewa mtu fulani, utukufu ni wa Mungu. Tunapoenda mwisho, tunapoenda kwenye maombi lakini, unapokuwa ukiomba ni lazima uamini pasipo imani ombi lako halitajibiwa. Na muda huu tutaenda kwenye ombi na pia tuta- tutaanza kipindi cha afya. Kitabu kile cha Marko, Marko 11 mstari wa 24 anasema, kwa sababu hiyo nawaambia yoyote mliyaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema yoyote ambayo mnayaomba Aminini nini? Ya kwamba mnayapokea sasa hivi, nayo yatakuwa yenu. Wewe unatakiwa kuomba Mungu akupatie jambo fulani. Sasa unakuta leo mtu anaomba, anaanza kutanguliza mashaka, Bwana Mungu kama wewe ukiona vyema, hata malaika anayepeleka ombi anasema "Kuna kama mtu na ombi lake haya mapenzi yaache yaache kwa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Muda huu kiongozi wetu atakuja kutupatia utaratibu jinsi ya kuomba lakini kabla hatujaomba tunapoanza kuomba kila mmoja aombe msamaha kwa mungu aombe kama kuna mtu fulani alimkosea ili maombi yako yaweze kujibiwa mungu aweze kulibariki neno lake katika jina la yesu kristo amen Bwana yesu asifiwe amen